sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na asanteni sana kwa salamu hizi za Krismasi na za mwaka mpya. Nimeisikia kuwa na nguvu na kubarikiwa, kwa kila ambayo tulishikana mkono, basi inaongeza nguvu na inatia hamasa zaidi katika ukume wetu. Mwenyezi Mungu awabariki. hii ya mchungaji kwa taifa la Mungu jimboni Kigoma wovisumsu niko pamoja nanyi, wapendwa mapadri wote, wapendwa watawa wote, na wapendwa waamini wote wa leo jimboni Kigoma, muunganiko wa utimilifu wa nyakati, na niko pamoja nanyi tulipofunguwa maandisho ya mwaka mtagatifu wa jubilei ya miaka esumbili na ishirina ninkambe ya Ukristo katika ngazi ya jimbo letu la Kigoma, tulikabiti taifa la bungu likoni Kigoma sawani ya balua ya vitungaji yenye vina la delitudo enpoit utimilifu wa nyakati Siku ya leo tunakuhitimisha maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo jimbo. Tunapenda kulikabidhi taifa la Mungu jimboni Kigoma barua hii ya kitungaji inayoitwa ka uisufu, niko pamoja nanyi. Hatuko pekee yetu, niko pamoja nanyi maneno ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliwatamkia mitume wake alipokuwa anawaandaa Mungu jimboni Kigoma, msijisikie upweke wa kuachwa peke yenu, bali mfahamu fika kwamba ahadi ya Kristo kwa mitume wake ni ahadi yake kwetu pia, kwamba yuko pamoja nasi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Shukrani kwa neema ya Jubilei wa wa hindi, Mungu, kwa moyo wa shukrani nyingi tunamtukuza Mungu aliyeturuhusu kuadhimisha jubilei yetu kama kanisa. Ilikuwa ni nyakati, ilikuwa ni nyakati za neema za kukumbuka historia ya uokovu za toba na upatanisho na kuimarishwa katika imani na za kufanywa upya katika matumaini. Ni imani yetu kabisa kwamba kila aliyetumia kila fursa ilivyokuwepo katika parokia na taasisi zetu sasa anayo hazina ya tumaini linalowaka kama mwali wa moto. Jubilei haikuwa tukio la nje tu, bali ilikuwa mwaliko wa ndani kurudi kwa Bwana, kuhuisha uhusiano wetu naye, na kuangalia upya mwelekeo wa maisha yetu binafsi na ya kijumuiya. Katika maadhimisho hayo yote, kweli Yesu mwenyewe alikuwa pamoja nasi, akitupa nguvu na ujasiri wa kufanya hata yale mliyofikiri kuwa ilitufanya kuamini bila mashaka kama mtakatifu Paulo alivyowae alivyo amini na kusema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, wa Filipi sura ya 4 aya ya 13. Wajibu wa kutunza hazina. Mtume Paulo aliyekuandikia Timotheo ndiye anayekuandikia nasi wana Kigoma, akisema: tunza hazina uliyopewa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na akae ndani yetu. Mazoezi ya kiroho uliyoshiriki katika paka nguu mtakatifu yanatufanya tugeuke kunyuma kwa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya matendo makuu aliyotendea na aliyotenda kwa wengine wakujya. Nasi tunatambua kuwa katika mwaka huu mtakatifu, waamini wengi waliokuwa wamejitenga na sakramenti wanarejea tena sakramenti zinazopokelewa mara nyingi, yaani ekaristi takatifu na sakramenti ya upatanisho kwa kuondoa vizuizi vilivyowaweka mbali na sakramenti hizo. Kulipokea taarifa kwa furaha kubwa, watoto wengi ambao walikuwa wakitelewa na wazazi au walezi waliokuwa katika hali ya maisha isiyoruhusu kukubaliwa kuomba ubatizo kwa watoto wao walibatizwa na sasa ni watoto wa Mungu na kanisa. Kwa mafundisho na hija zilizoratibiwa kiparokia, kidekania na kijimbo kwa makundi mbalimbali, wengi walikuwa utamu na uzuri wa kuwa karibu na mwenyezi Mungu baada ya kumwonja Bwana kama inavyofundishwa na mzaburi kwa maneno haya, onjeni mwone ya kuwa Bwana yu mwema, Zaburi ya 34 aya ya 8. Kulipata habari njema, namna ambavyo matembezi ya msalaba mtakatifu katika maeneo yote ya Kigoma yameimarisha imani ya waamini na kuamsha imani ya waliodengea na kuwavuta wapagani kumsubiria Kristo ambaye ni njia, ukweli na uzima. Baada ya jubilei, tunaitwa kulinda hazina hii ambayo ni neema tuliyopokea wakati wa jubilei, dhidi ya hatari za kutojali, uzembe wa kiroho mafundisho potofu na maisha yasiyoendana na Injili. Unailinda hazina hii kwa sala na kudumu, kusoma na kutafakari neno la Mungu, kushiriki sakramenti mara kwa mara, maisha ya ushuhuda na maadi lipena, kushiriki misa takatifu dominika na sikukuu zilizoamriwa kufanya matendo ya huruma kwa wahitaji kushiriki katika sala ndani ya yama meketule kushiriki sala na ibada katika jumuiya zetu za Kikristo, kuonesha kwa matendo imani yetu na hamu teni yetu ya kupewa taji ya uzima wa milele kwa kushiriki shughuli zote za uinjilishaji katika maeneo yetu kwa njia ya mitango inayoratibiwa na viongozi wetu, na majitoleo yale ya kimya kimya tunayoyafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ili kufanikisha jambo fulani tunaloona katika maeneo yetu, huwa unaweza kulifanikisha au kushiriki katika kulifanikisha kwa njia ya majitoleo yetu binafsi na huru yasiyosubiri kupatiwa na mtu yeyote. Jubilei iwe mwanzo mpya kwa maisha yetu ya Kikristo. Paulo mtume anawaandikia Mungu wa roho akisema, msidegee katika jijii muwe naju Warumi sura ya 12 aya ya 11 Tunapenda kulitumia kifungu hiki kuwakumbusha wana taifa la Mungu Jimboni Kigoma kutojipa likizo katika mazoezi ya kiroho uliofanya wakati wa mwaka wa Jubilei kipindi cha baada ya Jubilei kinatarajiwa kiwe matunda ja mema. Yesu mwenyewe ametukumbusha kuwa siri ya kuzaa matunda mema ni kukaa ndani yake. Akaaye ndani yangu nami ndani yake huyo zaa sana. Injili ya Yohana sura ya kumi na tano aya ya aya ya 5, tunapenda kuwahimiza wote kuwa jubilei kujialimishi pamoja na kufunga rasmi maadhimisho ya mwaka wa jubilei kwetu Wanakigoma. Kipindi cha baada ya jubilei kiwe kipindi cha mwanzo mpya kwa maisha ya Kristo, kipindi cha kuzaa matunda mema katika familia zetu, jumuiya zetu, vigango vyetu, parokia zetu Jekania zetu na hatimaye jimbo zima. Tumefanywa kuwa mwanga na chumvi, basi twaangaze na kukoleza maisha yetu ya kijamii ili Mungu awe yote katika yote. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aya ya 28. Pamoja na hitimisho la jubilei ya miaka elfu mbili na ishirini na tano ya Ukristo, ikumbukwe kwa Kristo Yesu ni lango la matumaini kwa waja wake. Ataendelea kubaki akiwa anaambatana ana na watu wake. Ni lango linalowapeleka watu wa Mungu katika maisha ya kimungu. Na waomba kwa upande kuendelea kuratibu hija za makundi mbalimbali kwenda kwenye vituo vya hija vilivyomo ndani ya jimbo letu na vile vilivyo nje ya jimbo letu, kwa nafasi mbalimbali kwa kadiri ya mahitaji ya waumini wetu, ukihitimisha na baraka Yesu Kristo aliyewabariki mitume wake alipokuwa anapaa mbinguni ambariki kila mmoja wenu katika safari ya maisha, ili mpate kumtumaini yeye na kukubali mwaliko anakupatia wa kuwa rafiki zake, kudumu na kuwa imara katika imani pake yeye aliyepo daima pamoja nasi. Leo tarehe 28 Disemba mwaka wa Bwana wa 2025, siku ya kuhitimisha maadhimisho ya mwaka wa Jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo duniani, katika ngazi ya jimbo letu Katoliki na Kigoma. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu aendelee kuwa tu <coughs> basi uuauwa hapo tena